shetani ikaja kipiga mitihani yao pepo tena hajapaka anakotoka. Kwa hiyo tuna mambo hizi na sasa, wanapo maisha yako vizuri, unakuta mtoto kwa mfano, hasa walikuza chini, mtu amekuwa boda boda, lakini akili yake yote sasa ina concentrate kwenye kwenye boda boda. Kwa maana hapo anakuwa haja ajidhamini, wakati mwingine mpaka anafika anaacha. Kwa mfano, kuna mwanafunzi mmoja aliacha shule na kwa bahati akaoa na akaolewa. Kuna mmoja eh, eh, no, kaoa lakini napea huyo mwanafunzi aliolewa pia, anatoka pale kwa kweli. Lakini lakini kuna siku moja nikamwona pale, kaja ya ofisini. Kwanza ile ndoa ishavunjika, sidhani hata mwaka ujaisha, lakini kaja ofisini pale, anakuja anasema anatafuta cheti na kaishia. Sasa hivi anasema nataka nikatafute maisha yangu sasa hivi, cheti cha kumtu mwanawake. Alikuwa na fursa lakini alifanya nini? Hajaichukua. Kwa hiyo pia tunapozungumza na wanafunzi kama hao, pia tuwazungumze nao vizuri, ili wajielewe, kwa sababu kama kwao kuna hizo opportunity hizo opportunity za kuwepo lakini muhimu kwanza apate elimu.